Hii Busia mzima tunajenga soko kumi na nne mpya, kwa sababu tunasema ya kwamba hakuna vile Busia inaweza kubadilika kama hatujabadilisha na mambo ya miradi na mipango ya maendeleo. Ni kweli masi, kweli leo. Vilevile vile, hao wabunge wa hapa akiwemo gavana wetu walikuja wakaniambia ya kwamba bado iko chini mambo ya stima hapa Busia manyumba ya wananchi wengi hawajapata stima, si ni kweli? Ndio sababu hiyo tumetoa pesa ya serikali 1.3 bilion tuunganishe manyumba elfu kumi na tano mpya hapa Busia. Huyu Mary Emase atatusaidia kutujulisha ni sehemu gani, kijiji gani haina stima, ndio tupeleke stima huko, tuweke mwangaza, tuondoe giza, ndio shetani ahame.